Majina yangu naitwa Melkizedek Helen Maganga, ni meneja Rupees Company Limited. Tumepata hasara kubwa kutokana na maandamano yaliyofanyika tarehe 29. Ilikuwa kama muda wa saa 6 pale vurugu zilivyoanza, upande wa kupiga kula, waandamanaji walikuja wakapiga moto pale. Mara baada ya kumaliza kupiga moto, walikuja moja kwa moja kwenye kituo chetu. Kwa awamu ya kwanza walivyofika, walipiga mawe kila sehemu mpaka na ofisa kafika, bado tukao tuko tunaangalia kwa ajili ya taruki ile ikibidi tukimbie. Tulipokimbia, tunaporudi baadaye tunakuta magari yote yamevunjwa vioo na ofisi kini kwetu wameingia wakachukua kile kilichowezekana. Mara baada hapo polisi walifika maeneo haya wakawa wamerusha silaha za moto, waandamanaji walitoweka na sisi tukawa tumetoweka kwa namna hiyo, lakini baadaye tukapata tu taarifa jioni, kuna moto unawaka sehemu ya kituo ndio kuja kuangalia magari yote ya wateja wetu wanaopaki hapa ilikuwa imewaka moto na ofisi zetu zimewaka moto vile vile. Initially ni ngumu kuiestimate, lakini ni hasara kiasi kikubwa na bado tunaendelea na upumbuzi kwamba hasara iliyosababishwa kwa sababu kituo kizima kimechomwa moto. Magari yaliyokuwepo kwa ule muda ni 36, lakini tuliyoyakuta baada ya Zoezi kukamilika la waandamanaji tumekuta magari 30, mengine yameibiwa. Ya waandamanaji walikuwa wanawasha magari wanazunguka nao mtaani, wanafanya kile inalowezekana, ina maana hata kuiba mali za watu, walikuwa wanatumia magari kwa hapa. Uh, kwa majina naitwa Shera Mifwa, nilikuwa na mgahawa eneo la Kimara Baruti, um, karibu na Sheria puma hapa. um, kiukweli tarehe 29 mwezi wa kumi nadhani ilikuwa ni siku ya uchaguzi. Um, tulitegemea kwamba kutakuwa na uchaguzi wa amani na utulivu, lakini matokeo yake kulikuwa na maandamano, kukatokea vurugu ndio kama mnavyoona, maeneo yalichomwa biashara hapa. Kulikuwa na mgawa wangu ambao ulikuwa unaitwa Shera Food Point, eneo hili uliungua, nadhani kama mnavyoona hamna tulichokiambulia, ni, ni huzuni kiukweli, kwa sababu mimi naamini mali zilizoharibiwa, sio mimi peke yake, kuna sheli, kuna watu wana biashara nyingine zimeharibiwa. Tumepata hasara ya maeneo makubwa, huduma za kihospitali, wameng'oa milango, madirisha, kwenye upande wa baa wameiba vinywaji vyote, na upande wa ukumbini wamevunja milango. Ndio athari kubwa ambazo tumezipata Chum. na kwenye upande wa wakala wamevunja kabisa ukuta mzima, wameondoka na maselfu na hela na mitaji yote ya watu.